Hii ni Ojo Coders, mahali pa maarifa ya teknolojia kwa lugha ya Kiswahili. Katika video hii utajifunza jinsi ya kutengeneza sauti kama hii unayoisikia sasa kwa kutumia AI, yaani akili bandia. Usikose, twende kazi. Sauti uliotokisikia hapo mwanzoni ni sauti iliyotengenezwa na AI, yani artificial intelligence, na si binadamu ndio ametengeneza wala kuiongea. Sasa kwa wale ambao bado mja tofolo, unaweza kwa tofolo kubonyeza kitufe cha kusubscribe hapo ho chini na ukawasha kengele ili uanze kupata taarifa au notification mpya. Hapo ndipo tunapo-upload video mpya kama hizi. Sasa utaingia kwenye website ambapo nitakuonyesha mwishoni mwa video hii na utafanya hivi tu, nitakuelekeza kwanza, then baadaye ndo nitakuonyesha jinsi ya kupata website hiyo ambapo nitakutajia mwishoni itakufunguka itafunguka itafunguka kwa muonekano huu, kwa muonekano huu na right speech yeah. Generation hapo na right speech generation. ya ikipunguka itakuja sawa mwonekano huu ambapo kwa upande wa pembeni kabisa hapa hivi kwenye setting, kuna single speaker audio, kuna multi speaker audio. Hapo kwenye single speaker audio anamaanisha kwamba waongee, yani kuna character mmoja anayeongea, na kwenye multi speaker audio anakuwa kama dialogue fulani hivi, unaweza kwa ana character zaidi ya wawili, sasa kwa wow! Sasa tutatumia hapo kwenye simple speaker audio, tutabonyeza, tutaonesha mfano jinsi ya kutumia hapo ya yeah. Hapa chini kuna sehemu ya voice hiyo, model setting utabidi uachane nayo, utabonyeza voice na hapa, kuna sauti hizi hapa hivi so, tutaanza kutesti sauti moja moja unayoitaka mwenyewe ya yeah, utaangalia ni ipi inakufaa

Yeah, nitenza kama mfumo kwa hadithi fulani hivi. Kisha maliza kabisa hapo hivyo. Utakuja kwa chini kabisa huku unaandika run code, run hapo hivyo. Then itaanza kujenerate. Hapo hivyo, kama unaona hapo unaandika run prompt. Yeah, yeah. Na kuna kitu yangu. Tasubiria hapo hivyo. Kukumbushe yani, tena kama huja subscribe. Yani, wakati wako sasa subscribe na kupata mafundisho baadhi ya, ya teknolojia na mingine ya internet programming, hacking na tutorial mbalimbali. Ya, prompt yangu ndio hapo ni paste nasubiria kuitengeneze. Ya, nadhani kwa chini itakuwa inamalizia hapo yeah, ishamaliza. simu ya kuplay yeah, ilteheuyakatika yeah, kijiji kidogo Mzee Juma alikuwa na bustani ya mnyanya maarufu sana ya yeah, sasa nishamaliza kutengeneza spika yangu hivyo, na sasa hebu tujaribu kuisikiliza hapo, si inavyosema Siku moja, alipokusanya mnyanya wake, aligundua mnyanya mmoja ulikuwa mkubwa sana, mwekundu na wakuvutia zaidi kuliko yote. Alijaribu kuuchuma, lakini mnyanya ukamshika kidole. Kwa sauti laini: Mzee, usinichukue leo, nataka kuonyesha uzuri wangu wa kweli. Mzee Juma akatabasamu na kusema kweli, mnyanya wa kipekee. yeah,

Jinsi ya kulipata utaingia kwenye Chrome na utasachi Google AI Studio, na itaonekana kwa muonekano huu ya, kwa muonekano huu hapo, na hiyo ndio AI yetu ya. kama hujaja subscribe, usahau kusubscribe na ku like, comment na kushare video hii kwa marafiki ya.